Hakuna kitu ambacho hakina sheria kwa dunia, iwe ni maandiko yako na sheria, iwe ni chama kiko na sheria, ziwe ni poma ziko na sheria zake. Kwa hivyo kila chama kiko na sheria zake. Kwa hivyo tuna chama cha mbinguni na chama cha kuzimu na chama eh, za kiserikali na ama za kidunia hizo zote ni chama, na kila watu fuata eh, zile sheria ambazo eh, wameruhusiwa kusifuata. Kama eh, walokole tunafuata sheria za Bibilia, mienendo ya Yesu, na wale watu wa dunia. Ndio maana unaona mtu wa Arsenal anajua ile ni ile ni timu yake Arsenal anajua ile ni timu yake, na mtu wa Manchester anajua ile ni timu, ni timu yake. Mbona ajue ile ni timu yake, ama mtu wa Liverpool ajue ile ni timu yake? Atajua sababu ya yale mavazi ama eh, zile sare za ile timu ambayo inaofaa. Hayo ndiyo yatakaye eh, fanya huyo mtu aseme na ni timu yangu. Sababu ya nini? Iko na mavazi ambao yanafanana na zile tabia ama ya, ama ile timu iko na mavazi ambayo yanaashiria e, chama chao ni, e, ni kipi. Kwa hivyo unapata mtu wa Arsenal anaweza kaitambua timu yake kupitia mavazi, na mtu wa Manchester anaweza kutambua timu yake kupitia mavazi. Sio sura, sura inaweza ikabadilika, huyu anaweza katoka kutoka Manchester aingie kwa Liverpool, atoke Liverpool aingie Arsenal, lakini atakapofalia zile sile sale ama yale mafazi, atoe yale ya Liverpool afalie ya Arsenal, yule fan atasema huyu ni mtu wa chama chetu. Pointi yangu ni nini? Pointi yangu ni kama watu wa dunia wanajua wanaelewa, leo ni mazishi, leo ni msafara, wacha gari zetu tusiwekee matawi, ndio silete utofauti kati ya gari za abiria zinazosafiri kwa barabara na hizi zetu ambazo zinatoka mochari. Hiyo akili ama hiyo elimu wanaitoa wapi? Ama hiyo hekima wanatoa wapi? Ndio maana maandiko yanatuambia watu wa dunia wako na akili kuliko wale watu wa ama watoto wa Mungu, sababu hao wanaweza kuumba wanaweza kucreate mambo hapa. Kuna tofauti kati ya mtu ambaye ameokoka na yule ambaye achaokoka, ndio lakini sasa utajuaje? Sababu hawa watu watu unapoangalia wesi, ukajua mwenye ameokoka ni yupi na mwenye achaokoka ni yupi. Sana sana naongelea wale watu ambao wameokoka wanachita walokole ama wanachita wa Kristo. Angalia mitindo za nguo ambazo mnazosifaa na sile za watu wa mataifa wanazosifaa, kama sinambatana, ndiuseme uko chama gani, ndio, ndiuseme wewe ni wa upande gani. Angalia mitindo za ya nywele ambao mnaonyoa, mnapiga pozi ambayo Bibilia imekataa kulingana na maandiko ya Mungu. Munapiga boksi na yule yule mtu wa dunia pato naye, naye anapiga boksi. Sasa wewe ukisimamishwa na yule mtu wa dunia tofauti yako ni gani? Sababu nimekuambia hapo awali, mtu uchua chama kulingana na ile sale ama yale mafazi amefaa, anaeza kutambua aseme, hii ni timu yangu sababu ya mafazi ama kwa sababu ya mafazi anaweza akaitambua timu yake vyema. Na wewe je, utatambulikaje? Kana kwamba we ni mwana mwanafunzi wa Yesu ama ni mwana wa Mungu, ili hali wewe mwenyewe matuzi, we ndiye namba moja, chuki we ndiye namba moja, e, e, ku, vibaya kufaa vibaya, we ndiye namba moja hatu, unafaa vibaya na uko kwa madhabau unahubiri, na yule mtu wa dunia naye pia na, na amefaa the same same venye umefaa. Kati yako tofauti yako na maraya ni gani? Tofauti yako we unasukasema, we ni wa timu gani? Ama we ni chama gani kinao kutawala? Ni wa timu gani? Ama ni chama gani? Ni chama cha kimapepo ama ni chama cha Mungu, ama chama cha mbinguni? Lazima tuchue ukweli. Wacha kufalia vibaya. Kama umeamua kuokoka, okoka. Na kama umeamua kufanyia shetani kazi, mfanyie na moyo wako wote. Maandiko yanatuambia ukiamua kufanya kitu, fanya na moyo wako wote, fanya na mawazo yako yote. Yaani kama umeamua kupenda kitu, kipende na mawazo yako yote, na moyo wako wote, na nguvu zako zote. Ukiamua kumpenda Yesu, mpende na moyo wako wote. Ukiamua kumtumikia Shetani, mtumikie kwa moyo wako wote. Lakini usikuje kusema, ulikuwa kwa chama fulani, ili hali hauko katika hicho chama Mafansi wa Man U wanachua mafansi. Hata akitoka hapa aende Mombasa apate yule amevalia sare za Man U atasema huyu ni mwanachama wetu. We kama Mkristo umetoka Mombasa umende Eldoret utaashiria nini, iliali umevalia mitindo ya kidunia? Wewe umeokoka ama umekombolewa ama ni pretender. wewe unachipretend kana kwamba umeokoka iliali ya uchaokoka? Wacha kucheza na uokovu. Neema ya Bwana ikakutosha kwa jina la Yesu.